Maisha ni mwetu, kila mtu ilipasa aweze kuishi maisha yake pekee, yaani mwanaume aweze kukaa pekee, lakini pia mwanamke vivyo hivyo, manake hatukupaswa kugusana, ya manake mwanaume akae peke yake na mwanamke akae peke yake, manake haya maisha ilikuwa ni kwa ajili tu ya kufanya vitu ambavyo vinampendeza Mwenyezi Mungu pekee ya sasa eh, kwa sababu hiyo maana yake hata eh, Paulo anashauri pia, anasema kwamba ah, lakini mimi ningependezwa watu wote mweze kuwa kama mimi sasa. Matamanio ya Paulo, kila mtu aweze kuwa peke yake, matamanio ya Paulo, maana yake kila mtu aweze kukaa katika upekee, upekee lakini lengo la upekee wa Paulo ambacho anakizungumzia kwamba ili kurahisisha utekelezaji na utendaji kazi wa majukumu ya mwenyezi Mungu, manake Paulo yeye alijikipubize sana kwa ajili ya kazi ya mwenyezi mwenyezi Mungu, alijikipubize mno kwa ajili ya utukufu wa mwenyezi Mungu na alitamani kuona watu wote tungekuwa tunajikipubize zaidi kwa ajili ya kazi ya mwenyezi Mungu pekee. Eh, sasa Eh, tunapojikeep busy kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu, manake hatukupaswa kuwa na relation yoyote. Sasa kwa nini Paulo uh, anatamani watu tungelikuwa kila mtu asimgusi mwenzie? Sasa Paulo anatamani haya kwa sababu tunapoingia kwenye uwenza, manake kuna baadhi ya vitu haviwezi, hatuwezi kuvifanya ipasavyo. Eh, mtu anapokuwa ameingia kwenye ndoa maana yake atakuwa yuko busy zaidi kumpendeza mumewe, atakuwa yuko busy zaidi kumpendeza mke wake pia. Sasa kuna wakati mwingine unashindwa kuwajibika kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa sababu ya wale wanaokuzunguka, ya wale ambao wanakutegemea pia. Sasa unapokuwa kwenye familia mambo yanakuwa mengi sana, na unapokuwa kwenye familia kuna vitu vingi sana ambavyo eh, vinakuwa vinakuhitaji. Lakini unapokuwa huko peke yako huko eh? unapokuwa uko peke yako mambo yanakuwa very clear kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndio maana Paulo alikuwa peke yake, maana yake alikuwa anatenda kazi eh? kwa ukubwa sana. Ndio maana moja ya, ya, ya, ya mitume ambao wamefanya kazi kubwa zaidi eh? baada ya Kristo kuondoka maana yake ni Paulo. Paulo amefanya uinjilisti mkubwa sana na amefanya utume mkubwa sana katika ulimwengu lakini yote hiyo ni kwa sababu alikuwa amejikita katika kazi ya Mungu peke yake. Kwa hiyo alikuwa na uwanda mpana wa kuipeleka kazi ya Mungu mbele. Na hichi ndicho kitu ambacho alikuwa anatamani pia hata mimi na wewe tuweze kujikita zaidi kwenye majukumu ya kimungu pekee ili tuweze kuisaidia kazi ya Mungu iweze kwenda mbali zaidi. Kwani kazi ya Mungu inapokwenda mbali manayake, uh, inawafikia watu wengi zaidi. Lakini sasa Paulo anafikiria hivyo kwamba uh, iliwapasa eh, muwe kama mimi eh, iliwapasa muwe kama mimi, maana yake mwanamke asimguse mwanaume wala mwanaume asimguse mwanamke. Lakini sasa Paulo anagundua sababu nyingine kwamba no, sasa, kwa sababu ya zinaa eh, kwa sababu ya zinaa, basi kila mwanaume nawe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke na awe na, na mume wake mwenyewe. Kwa hiyo Paulo anagundua jambo, Paulo anagundua kitu kwamba pamoja na hiyo kwamba yeye anatamani tuweze kuwa kama yeye, lakini anagundua kuna kitu ambacho kinaendelea kina, kina kutokea, au kinaendelea kuzunguka kwenye maisha ya mwanadamu, zinaa. Sasa kwa sababu ya zinaa eh, manake kwa sababu ya zinaa, Paulo anasema kwamba kwa sababu hii tu basi kila mtu na awe na mke wake mwenyewe, na kila mtu awe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Lakini pia uh, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Sasa kwa nini iwe hivyo? Manake inakuwa hivyo kwa wale watu ambao wameshindwa kukaa kama Paulo, maanake inakuwa hivyo kwa watu ambao wameshindwa kukaa peke yao e, uwe mwanamke na uwe mwanaume, ukiweza kukaa bila kuoa unakuwa umefanya vizuri, lakini ukiona umeshindwa kuishi katika ule uhalisia wa kweli, uonekane kwamba hujaoa, huna uhusiano, huguswi na zinaa, ukiona una uwezo inakuwa ni nzuri zaidi, lakini ukiona uh, unashindwa Eh, manake mwili wako umekuzidia, ni vizuri kuchukua mke wako mwenyewe, ya chukue mtoto wa watu mashallah, weka ndani eh. Unapoweka ndani basi, mtoto wa watu anahalalishwa kwa ajili ya utaratibu ambao unakuwa, uh, unapendeza jamii, lakini pia unakuwa unampendeza Mwenyezi Mungu, lakini pia uh, inakuwa ni amani yako wewe mwenyewe moyoni pia kwa sababu hiyo inayo, inakufanya wewe pia hata katika maisha yako ya kawaida unakuwa blessed sana Maanake unakuwa umehalalishiwa, lakini pia hata wewe mwanamke unapoona kwamba maisha yako ya usingo yamekuwa yana changamoto, ni vizuri ukaachana nayo ukaingia kwenye ndoa e, ukapata mume wako mwenyewe akakutunza akakuhifadhi, e, akakufichia aibu. E, usi, usianze kujikuta, a, unajichoresha, choresha bila utaratibu. Ni kwa sababu gani? Mwili unakuwa e, unakusukuma katika umeme wake wa asili sasa manake kwa hilo tu linapelekea watu wanatakiwa sasa waoane. Sasa karibu katika somo letu la leo, ambalo nimekuandalia linalojitambulisha kwamba, e, mpeane kulindana. Sasa somo letu linasema kwamba mpeane kulindana. Sasa kwa nini somo linasema mpeane kulindana? Uh, Paulo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya saba kuanzia mstari wa kwanza anazungumza vile ambavyo mwanadamu alivyotakiwa kuwa peke yake, mwanaume vile alivyotakiwa kuwa peke yake. Lakini sasa kwa sababu anagundua kuna jambo, anagundua kuna zinaa, sasa anaona kwamba kila mwanaume maanake na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke okay, na awe na mume mwne wake mwenyewe. Sasa kwa kigezo hicho tu manake kinatufanya sisi kuweza kuingia zaidi katika jambo ambalo linaitwa ndoa. Sasa tunapoingia kwenye ndoa, kila mtu anao wajibu wa kumlinda mwenzie. Sasa tunalindaje? E, tunali, tunawezaje kulindana? Viko vitu kadhaa ambavyo ni misingi inayokuwa inashikilia ndoa misingi ambayo inakuwa imeishikilia ndoa iweze kuwa salama, ili shetani asiweze kupata upenyo wa kupenetreti akajikita akayasambaratisha maisha yetu, kwa sababu ndoa nyingi sana zinasambaratika eh, kwa sababu shetani amepata nafasi, amepenya, amekaa. Sasa hii misingi inakuwa imebebwa na kila mmoja wetu. Eh, sasa msingi ni nambari moja ambao utatusaidia sisi kuweza kuwa salama kwa kupeana tunapeana nini eh? Tunagawana nini e? Tunashikanaje katika hilo? Jambo la kwanza ni mshikamano wa ndoa. Sasa tunapozungumzia mshikamano wa ndoa tunapozungumzia mshikamano wa ndoa manake e, mume na mke wanapaswa kuwa kitu kimoja. Sasa wanapokuwa kitu kimoja wanasaidia ndoa yao, eh? Ndoa yao, ndoa yao kuwa salama, wanasaidia kuifanya ndoa yao kuwa salama. Sasa wanapoifanya ndoa yao kuwa salama, wanasaidia eh? wanasaidia shetani asipate upenyo wa kukaa. Sasa wanaposaidia shetani asipate upenyo wa kukaa, manake ndoa yao, hawampi nafasi shetani ya kuingia. Sasa kwa nini tunasema kwamba wanatakiwa kushikamana? Manake eh, kila mtu ana nafasi ya kuweza kumshika mwenzie, kila mtu ana nafasi ya kuweza kumkamata mwenzie, hasa unapokuwa unamkamata unamkamata ili ueji, manake unavyomkamata mwenzio unazuia zinaa, unapomkamata mwenzio unazuia azali asizalilike, unapomkamata unaposhikamana na mwenzio unamzuia shetani asija akamvuta mwisho wa siku ndoa yenu ikaingia doa na msingi wenu ukabomoka. ya kwa hiyo e, e, e, mnapopeana mshikamano inasaidia kuimarisha misingi ya ndoa mnapopeana, e, mnapopeana inasaidia kulindana, kwamba mmoja asija kakumbwa na pepo la zinaa, maanake mnatakiwa mshikamane. Sasa jambo lingine ambalo ni la pili pia ni msingi wa pili pia ambao unatakiwa ulindwe katika ndoa ili ili ili muweze kulindana eh, eh, kumpa mwenzi haki yake sasa tunapozungumzia kushikamana manake e, hapa tumezungumzia mke amekuwa na mume wake, lakini, mume wake lakini mume amekuwa na mke wake. Sasa wanapokuwa e, wamemaliza kwa kukamilishana kwa kushirikiana, sasa jambo linalofuata msingi ambao unafuata ambao unatakiwa kujengwa e, kila mtu ampe haki yake mwenzi e, manake tunaposema umpe haki yako haki yake mwenzi, maanake uh, wewe unatakiwa uwajibike katika lile jambo ambalo limekuleta ya yeah. maana katika kile kitu ambacho kimekufanya wewe utoke kwa wazazi uje kwa mumeo, utoke kwa wazazi uje kwa mkeo, maana yake uache wazazi uambatane wa na mkeo, uache wazazi uambatane wa na mumeo, basi katika kile kitu kilichoweza kuwatenganisha na wazazi wenu ili kuambatanisha na mwezi manaake, hicho ndicho kitu ambacho mnatakiwa uh, mpeane mh? kumpa haki na katika hiyo haki maanaake, unatakiwa kupeana kwa haki eh, na kwa baraka na kwa kukubaliana na kwa kuheshimiana, lakini pia kwa kujariana na kwa kuthaminiana pia. Hili jambo litafanya zinaa isitajwe kwenu, maanaake hapa kila mtu atakuwa amemlinda mwenzie na zinaa. Lakini kama uh, kila mtu atakuwa mmiliki eh, kila mtu atakuwa mmiliki yeye mwenyewe, maana yake hataki eh, kila mtu anataka ajitengenezee haki yake, isipokuwa kila mtu kumpa haki mwenzie, ili jambo linakuwa hatari eh, utajisikiliza mwenyewe hutamsikiliza mwenzio. Sasa kwenye ndoa haujisikilizi kwenye ndoa tunasikiliza eh, sasa unaposikiliza maana yake unatakiwa uwajibiki katika haja ya mtu ili uweze kukaa vizuri na kuwajibika vizuri ili kumpa. Kwa hiyo unapompa mwenzio haki ya ndoa unamsaidia kumlinda lakini. E, e, msingi mwingine ambao ni wa muhimu kuujenga pia. Eh, e, msingi mwingine ambao unaimarisha kulindana eh, e, unasema kwamba eh, umiliki wa uwenza ya. Sasa msingi mwingine ni umiliki wa uwenza sasa, napozungumzia umiliki wa uwenza ninazungumzia kama Biblia inavyosema kwamba mume hana amri juu ya mwili wake, wala mke hana amri juu ya mwili wake, ila mme ila mke. Manake e, hapa sasa, manake mnapokuwa e, un, mmeungana mmekuwa mwili mmoja, maana yake kila mtu kammilikisha mwenzie mwili wake e, umetoka kwa wazazi wako umekwenda kumilikisha mwili wako e, mwenzi. Lakini pia umeenda kumilikisha mwili wako mume, lakini naye mume ametoka kwa wazazi wake amekuja kwako kukumilikisha mwili wake. Kwa hiyo kila mtu anakuwa hana amri juu ya mwili wake manake e, mwenzi anapokuwa na kuhitaji basi unatakiwa kuwa aktifu lakini pia kwa makubaliano na kwa kuheshimiana na kwa busara pia. Kwa hiyo haya mambo mnapokuwa mnapeana e, umiliki inasaidia kulindana, maanake mimi ninapompa umiliki mwili wangu mke wangu ananisaidia ana, mimi kunilinda lakini pia namsaidia yeye kumlinda na yeye aweze kuwa salama, maanake nitakiwa nimpe umiliki, manake tunapopeana umiliki tunalindana sisi kwa sisi. Lakini jambo lingine au msingi mwingine nao ni wa muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa tunalindana, eh, ni kutonyimana uwenzi. Maanake eh, tunapozungumzia kunyimana, manake sasa kama sisi tumefanyika kuwa mwili mmoja. Eh, manake jambo letu ni moja, kama sisi tumefanyika kuwa mwili mmoja, manake tunatakiwa sasa kupeana. Sasa tunapopeana, maanake tunapeana haki zetu za msingi, tunapeana ushirikiano, tunapeana umiliki, tunapeana vile vitu vya msingi, tunapeana haki ya ndoa pia, kwa sababu katika hayo inatusaidia sisi kuweza kulindana. Kwa hiyo e, tunaponyimana tunakaribisha zinaa, tunaponyimana tunakaribisha utengano. Kwa hiyo ni jambo la heri kwamba kila mtu akaweze kuwa na utayari wa kuweza kumpa mwenzie haki na kuto kunyimana wenza ya yeah. Kwa hiyo haya ni moja ya mambo ya msingi ambayo mkipeana mtasaidia kulindana na ndoa yenu itakuwa salama kabisa hii